Unajua saa Mungu yani, yani labda mimi nikiolewa, labda takuwa akili yangu imetulia sasa. Makusudi ya Mungu, kusudi la mtu kuumbwa huwa linakuja na uwezesho wa Kimungu. Ndicho ambacho Mungu anamwonyesha hapa Yeremia baada ya kujitetea. Yeremia anajitetea, anaanza kusema, unajua Mungu mimi ni mtoto, unajua Mungu hata kusema kwangu siwezi, kusema vizuri kama ambavyo wewe. Oh, Mungu anakuelekeza kuna kitu unakisikia ndani kwa msukumo sana kutoa vijisababu. Unajua sa Mungu yani, yani, labda mimi labda, nikiolewa labda nitakuwa akili yangu imetulia, mambo yangu atakuwa yamekaa sawa, yani Mungu, labda nikipata kazi fulani hivi. Ndio viji vijisababu ambavyo huwa tunavitoa, lakini Mungu anatuonyesha kwamba ndani ya kusudi lake anapokuwa ameshalisema na ameliweka na amekutambulisha katika hilo kusudi hilo ana, ana, kusudi linaambatana na uwezesho wa hicho kitu kutokea ndio maana namwambia, utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope ya, kwa, kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe, ni kuokoe asema Bwana. Bwana Yesu asifie sana.